Kama hiwa ni muhimu sana uh, kwa wenye awezi pata hiyo huduma ya afya kwa urahisi. Wenda ni kwa sababu ya ile distance, ukiwa hospitali iko mbali ama sa zingine ni mapato yako chini, kwa hivyo watu hawana fedha ya kuweza kuwapeleka hadi mahali pa kupata huduma hiyo. Ikiwa mimi mwenyewe ni nimepimwa na zile sehemu zote ambazo nilikuwa nahitaji kupimwa, wamenihudumia na nasikia raha, kwa sababu hii ni jukumu lao na ni jukumu letu sisi wananchi kuja hapa kwa haya matibabu ya bure, tukahamasisha jamii wakaja hapa, wanafanywa cancer screening ya um, cervical na ya breast pia. Wanapata huduma ya kila ugonjwa na vipimo vya kila aina. Nimehudumiwa kwa hali ya heshima na hali nzuri, na pia nime, madaktari wamenitambua vitu ambavyo nimeenda kweli hospitali lakini madaktari wengine hawakunitambua.